Kagera oye! Oh, viva vijana, viva viva Dr. Samia viva! Ndugu mgombea wa chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, na mwenyekiti wa chama chetu niliyeko mbele yako, naitwa Faris Buruhani, ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Kagera lakini pia mjumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana wa CCM Tanzania. Ndugu mwenyekiti na ndugu mgombea wetu kipekee na naomba uniruhusu nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa CCM Tanzania Comrade Muhammad Ali Kawaida. Ndugu mwenyekiti, katika vijana wanaotufanya sisi tutembee kifua mbele ni ndugu yetu mwenyekiti wetu Kawaida, naomba makofi ya kutosha kwa mwenyekiti wetu ndugu mgombea. Wetu wa urais wa chama cha mapinduzi mimi naomba nianze kwa kukupongeza na kukushukuru sana kwa mambo makubwa uliyoyafanya ndani ya taifa letu kupitia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa miaka mitano iliyopita. Naomba makofi ya kutosha kwa Dkt. Samia. Ndugu mgombea wetu, yako mambo makubwa, yako mafanikio makubwa yaliyoelezwa na viongozi mbalimbali yaliyopatikana katika sekta mbalimbali mbali: sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi, sekta ya ufugaji na sekta nyinginezo. Na sisi kama walivyotangulia kusema ni kwamba ndani ya mkoa wetu wa Kagera asilimia 80 ni wakulima na wengi ni wakulima wa zao la kahawa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya vijana wa Kagera tunakushukuru sana kwa kutunisha mifuko yetu. Kipato kikubwa kilichotokana na bei ya kahawa kimewafanya vijana wa Kagera tutembee kifua mbele. Ndugu mgombea, naomba kwa niaba ya vijana wa Kagera na maeneo mengine tuendelee kukushukuru Daktari Samia kwa kutuletea ilani nzuri ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Daktari Samia, tunataka tukuhakikishie kwamba ilani hii iliyoko mbele yetu ni ilani inayojibu matakwa, matarajio na matamanio ya vijana wa taifa hili. Naomba makofi ya kutosha kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kupitia ilani hii, ndugu mgombea, ni kupitia ilani hii tumeshuhudia jawabu la ajira ambacho ndicho kilio kikubwa cha vijana linaenda kupata majawabu. Daktari Samia, ilani hii imeeleza kwamba serikali ya chama cha mapinduzi itawezesha ajira kwa vijana, ajira takriban ni milioni nane. Na katika ajira hizi chama kinaelekeza angalau nusu ya ajira hizi zitoka zitoke katika sekta rasmi. Tunakushukuru sana mgombea wetu lakini jambo jingine tukushukuru Daktari Samia kwa kutuletea ilani ambayo inaenda kuwawezesha vijana kama ambavyo vijana tumewezeshwa katika ilani iliyopita. Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya mkoa wetu wa Kagera mfano, umeingia madarakani tukiwa tunapata fungu la asilimia kumi za halmashauri, bajeti ilikuwa ni bilioni tatu nukta mbili, lakini ndani ya miaka yako minne Daktari Samia Suluhu Hassan, bajeti imekwenda mpaka bilioni zaidi ya kumi na tano na mikopo hii mingi imekwenda kwa vijana vijana peke yetu tumepokea takribani bilioni saba na milioni mia nane na arobaini nani kama daktari samia suluhu hasan daktari samia suluhu hasan sisi vijana wa kagera na vijana wa nchi hii tunaendelea kushukuru lakini zaidi tuendelee kukushukuru na kukupongeza kwa namna ambavyo umeendelea kuwawezesha, umeendelea kutupa fursa za uongozi vijana wa Kitanzania. Ni katika awamu yako Daktari Samia Suluhu Hassan vijana wenzetu wameendelea kuaminiwa, wameendelea kupewa mamlaka makubwa na nafasi nyeti ndani ya serikali yako. Ndugu mwenyekiti, haya nayoyasema siyo ndoto, ni mifano iliyo dhahiri, na mifano hii sisi vijana tunaanza kuitizama kuanzia kwa mwenyekiti wetu ndugu Kawaida, lakini hata mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Piga makofi kwa Daktari Samia. Daktari Samia Suluhu Hassan, tuendelee kukupongeza vijana wa Kagera, kwa sababu umefanya makubwa. Lakini kubwa, umeendelea kutufundisha demokrasia yenye ukomavu, siasa yenye ukomavu. Umeendesha siasa zako, kampeni zako ndani ya muda wa mwezi mmoja na nusu. Daktari Samia Suluhu Hassan umetoa somo kubwa la kuendelea kufanya kampeni ya kistaarabu ambayo haijawahi kuonekana. Na hata Daktari Samia, wanapojaribu kutuchokoza, wewe kazi yako unatuambia vijana wangu tulieni. Hiyo ndiyo demokrasia. Hakuna kama wewe Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mgombea, mheshimiwa, yako mengi uliyoyafanya, lakini tukuahidi sisi vijana wa Kagera na vijana wa nchi hii kwamba tutaendelea kutafuta kura zako, tutaendelea kuzilinda kura zako, tutaendelea kuzihami kura zako, ili inapofika Oktoba 29, vijana kina mama na watu wote tukatiki kwako na wabunge na madiwani wa chama chetu. Daktari Samia Suluhu Hassan, haya ninayasema si ya kwangu. Sisi umoja wa vijana ndani ya mkoa huu tumefanya ziara nyingi, tumeshuka kwenye matawi, tumekwenda kwenye vijiji, tumeshuhudia kiu ya vijana matamanio ya vijana walionayo dhidi ya kura zako, Daktari Samia Suluhu Hassan, tukuhakikishie tutapiga kura nyingi Oktoba 29. Lakini mama yetu, hatutaishia kupiga kura tu, tutahakikisha baada ya kupiga kura tutaendelea kukulinda, tutaendelea kukuhami, tutaendelea kukusemea bila uoga, ili miaka yako mitano iwe ni miaka ya mafanikio. Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kumalizia, vijana wa nchi hii hatutakubali kuingia kwenye mitego ya watu wachache, ya kuvuruga amani ya nchi yetu, ya kuvuruga utulivu wa nchi yetu. Tutaendelea kulinda amani, tutaendelea kulinda utulivu, tutaendelea kulinda heshima uliyoirithi kutoka kwa watangulizi wako, Daktari Samia. Kwa sababu ya muda, nikushukuru sana mama yangu kwa kunipa heshima na mimi mama yangu, nilikuwa ni moja ya wagombea wa ubunge ndani ya majimbo ya mkoa wa Kagera, na nikapambana nikahakikisha na kuwa mshindi wa pili. Mama yetu usitusahau katika ufalme wako mama, tunakushukuru sana, tunaendelea kukuombea na Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kagera oye!